Sikupiga kula mara yake kuanzia miaka kumi na saba akikamatwa wa mtoto wa miaka kumi na saba inabidi na mama yake na baba yake waende ndani. <coughs> Dar es Salaam waliwezi kuwa ni ya watoto wanaitwa panyarodi, wakati ni watoto wa wazazi, halafu wazazi nyinyi hamtaki kuwajibika matogeo yake inakuwa ni mzigo. Watu wanatembea na pochi zao, wanaogopa kuibiwa, simu kuibiwa. Lakini la pili, mwenyekiti wa mtaa ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, na ni vyema hawa mgambo wakawa kwenye ngazi ya mtaa, kama alivyosema operesheni ni kutoka kanda maalum, kwa sababu kwenye mtaa, kila mtaa ukiwa na mgambo wao, wanawajua kwenye mitaa tunajuana, ikifanya hiyo kazi itakuwa jambo jema sana. Na mimi narudia tena, ni marufuku kituo cha polisi kuachiwa mgambo, ni marufuku kituo cha polisi kuwa na mgambo, ni marufuku. Na mimi nitafanya operesheni zangu, nikikuta mkuu wa kituo ameacha mgambo kwenye kituo chake nitakula sahani moja na Kamishna Sirro. Lazima waliopata mafunzo yao. Na wakati mwingine jeshi la polisi linakula matope, kumbe ni matope ya mgambo, na wengine wanatumia fursa ya mgambo, kumbe sio mgambo, anavaa nguo za mgambo, alafu anajiingiza, anatengeneza baadhi ya mambo ambayo sio mazuri kwetu. Kifupi, swala la ulinzi na usalama liko mikononi mwetu. Wananchi, nilishasema, mnapangisha watu kwenye nyumba zenu wanauza madawa ya kulevya. Mmepangisha watu kwenye majumba yenu, huu ni madangulo. Mmepangisha watu kwenye majumba yenu ndio wanatengeneza bidhaa feki. Mmepangisha watu kwenye majumba yenu ndio wanatunza na kuwafanya wakimbizi alamu kuwa ndio sehemu ya mapango yao. Tuna uwezo wa kuijenga Dar es Salaam yetu mpya lakini kila mmoja akitimiza wajibu wake kama ambavyo tunawasurubu hapa watendaji wa serikali. Na wewe anza kujipima nafsini mwako, unatimiza wajibu wako wa ulinzi na usalama kama unavyosherekea na kushangilia wakati viongozi wanatetereka kujibu maswali yao? Na wewe piga mahesabu, unafanya wajibu wako kama mzazi na mlezi wa mtoto unaishi naye? Vinginevyo hatuwezi kujenga mkoa wetu salama kama kila mtu afanye kazi yake mahala pake.